<laughs> Haya mwanangu, wewe anatosha, shuka sasa, usije ukatukamata, shuka. Uwezi kuruka hapo, pitia kule nyuma ushuke taratibu. Uwezi kuruka hapo, ni mbali, utaumia. Pitia kule nyuma, pitia kule nyuma, ushuke taratibu tuondoke. Naoga mtoto wa mama, unaogopa. Ogopa nini wewe? Tulia, mimi naruka hapa. Mbali kawaida tu mimi. Naruka moja, mbili, tatu, naruka kama Jackie Chan kwenye ile movie ya jana. <laughs> Chali haubishi eh. Hey! We, wewe dogo, amka! Hizi movi nazo zinatuharibia watoto, eti naruka kama Jack Chen. Ona sasa, afya yenyewe mgogoro, afu anajikuta kwa konta. Ngoja nchike kama kana maliu, mimi niondoke, katajiju wake yenyewe, katajiju <laughs>